Haya mtazamaji, tunaendelea mbele, episodi ya 82. Karibu sana, mimi ni Michael Lukindo Mr Informa. E, tumeshuhudia jinsi ambavyo mrembo anachomoka haraka haraka akakimbia pale. Mara ya kwanza tulidhani labda pengine basi watapeana mahaba pale, mrembo alipoonyesha nia ya kutaka kuwa pamoja na Master Fu Hongxue pale kitandani. Lakini nini basi kikampata? Ghafla tu amebadilika, hatimaye tunamwona basi Master Fu vile vile akiwa hajiwezi alijaribu kumfuata mrembo huyu. Anajaribu kumuita na kufungua mlango. Fu Wefu, mimi bado sijakusamehe. Wala hata usipoteze muda wako. Lakini kwa nini hutaki kunipa nafasi nyingine? Ulikuwa na nafasi nyingi tu. Sasa hizi ushachelewa. Babangu ashakupa dawa, hiyo sumu itakuua. Kama unataka kuondoka tu ukaishi maisha unayotaka. Unanitakia nini mimi? Toka zako tu hapa kwetu. Naenda kokote utakakoenda. Kuna wanawake wengi tu wazuri kama mimi. Nashukuru kwamba babako ameweza kunitibia na ile sumu haitanimaliza tena. Lakini natamani niwe na wewe kwa mara nyingine tena. Kwa hiyo, nimeshakwambia mimi nimeisha kufagia kwenye moyo wako. Wala usinifikirie. Lakini mafanikio. Kwa nini usitunifungulie mlango basi? Si, si siwezi kufanya hivyo, hapa sio nyumbani kwangu. Hivi ni kweli umenichoka kiasi gani? Basi vyote vilivyotokea si makosa yangu. Lakini je, hata hivyo nilivyofanya kweli si stahili hata msamaha wako? Naamini ika yalikuwa yuko sahihi ya kwamba itachukua muda sana sisi wawili basi kuyasahau yale maumivu. Baada ya kusema vile, kijana akageuka. Sasa anasema natoa shoutout kwa kaka vis kutokea United States of America, mmoja kati ya watu wa nguvu ambao niko nao kila wakati e, shoutout kwa kaka vis. Sasa binti akaanza kuita Fu Hongxue We, Fu Hongxue. Akaona kimya. Alijua jamaa yuko hapo mlangoni. Unajua kuna wakati mwingine wanawake wanaona raha kuwatesa wakaka. Eh, wanajuaga zile kwamba ah, huyu kashanipenda mimi. He, tafuta Fu Hongxue kwani anaonekana. Fu Hongxue. Akaanza kudata. Sasa anaona, eh, mbona jamaa simuoni tena. Anaita lakini wapi? Katoka mpaka nje hamuoni Fu Hongxue. Sasa Fu Hongxue atakuwa yuko wapi? Au ndo kusema amesepa zake? Fu Hongxue! Fu Hongxue! Mtazamaji, nenda kwenye YouTube uandika IMAX recap IMAX recap IMAX recap, utapata recap za sinema mbalimbali ambazo nimezifanya mimi. Nenda kwenye YouTube uandika ya Lukindo, subscribe utaona pia kuna recap mpya kuhusu mtoto mdogo anaitwa Ese. Huyu binti mama yake alikuwa anajiuza ili aweze kukidhi maisha yao, ya mtoto alikuwa anaona mambo makubwa sana. <coughs> Yani nafika usiku, mtoto anaenda kuchungulia dirishani mama anavyolala na wale watu wanaokuja, yani inasikitisha sana hiyo. Nenda kwenye youtube yangu inaitwa ya Lukindo, kaangalie hiyo recap. Nitakuwekea pia linki hapo chini kwenye sehemu ya comment, nitapini linki hapo. Fungua hiyo linki, utaweza kujionea hiyo recap, inaitwa Bariga Sugar, ni short film ambayo nimeifanyia recap na utaipenda sana, ni kali kulikweli na inasikitisha sana. Mama yake s alikuwa ni mama ambaye anaishi kwenye dangu e, alikuwa anaishi maisha ya kujiuza ili aweze kupata mahitaji, aweze kumlea mwana, na kuna mambo mengi sana ambayo yalikuwa yakitokea katika lile dangu. Kwa hiyo utaweza kujionea mambo mbalimbali atakayoona e, katika e, tamthilia hiyo. Nafikiri ukienda utajionea mwenyewe kwenye recap ambayo nimeifanya, tafuta ya Lukindo. Basi binti baada ya kupiga mikelele mingi sana anafanikiwa sasa kukutana tena na Fu Hongxue. Alishaelewa kwamba huyu binti anampenda sana, kwa hiyo unaweza kuona, basi hata pamoja na yote ameenda kumpelekea tena mwavuli na binti ana akamwambia, I promise you na, hmm, I you, na e, ule muda wa kupeana ahadi na, na kuahidi ndio ahadi zinatolewa kwanza. Binti kamkumbatia akili yote e, haamini kama amemwona. Usijue kaniaje tena. Unasikia, usijue kaniaje tena. Dada. Basi unambea akalia michozi kama yote. Haya ndio hivyo, basi utamu unaendelea kama kawaida, maisha yakawa yameanza upya, penzi lao likawa basi, likawa kama basi limepata revival. Limefufuka. limefufuk Hatimaye basi alimpeleka mahala kumfanyia surprise, nafikiri mara ya mwisho. Hapa ndipo ambapo mambo hayakwenda sawa sawa. E, katika lile eneo linaitwa, anamuuliza hapa ni wapi? Kwani kamwambia hapa ni katika bonde la maua mazuri. E, bonde la maua mazuri. Jamani, jamani, ah, jamani, nimedhani ni, ni, ni ni labda niko paradiso. Sikutaka, sikutakaga kumsikiliza, yako mambo mengi ambayo kuna wakati kwamba pasinge tokea lolote, yani lisinge tokea lolote. Bwana, acha basi kurudia. Ah, Yaani inakuwa kama ndoto. Mm. Nataka niishi maisha yale ambayo ni halisi. Sasa hivi anajifanya yuko tayari kwa shida, hayo a anaifaya. Unajua siku tunarudia kama kuna sehemu kama hii imetulia hivi duniani. Mm. Jamaa hi duia a Haya, nakukumbusha tena, nenda kwenye YouTube channel yangu inaitwa Yalukindo. Wewe search tu kwenye, kwenye YouTube andika pale search, andika yalukindo kwenye YouTube search. Sawa eh, ukishatafuta hivyo utaona kuna YouTube itakuja YouTube channel yangu itakuja juu kabisa, ina setup nzuri sana za kisasa za kitandao, ambapo ukisearch tu kwa kuandika Yalukindo, hakuna YouTube nyingine inayoitwa Yalukindo itakayokuja, itakuja ya kwangu tu. Basi kishatokea YouTube yangu ya ya Lukindo, tazama kwanza, subscribe kwenye hiyo YouTube, alafu kuna video au filamu <mimitra> ambayo nimeiweka umo, inaitwa eh, Bariga Sugar. Bariga Sugar ni, ni story ya se, mtaa mmoja eh, ambapo wanajiuza wakina dada wale wana, wakina dada ambao wanauza mimi yao. Kwa hiyo ile Bariga Sugar ni sehemu ya hivyo. Kuna madam Sugar mmoja huyo, yani kuna madam mmoja ndo anawamiliki au wadada anawauza kwenye madango <mimitra> Sasa kuna mama mmoja anaitwa Tina, alikuwa na mtoto wake anaitwa, wanaishi hilo eneo linaitwa Bariga Shuga. Yani wao, kutokana na umaskini, imebidi Tina aende akaombe kufanya kazi ya kujiuza mwili, kutokana na hali ya dhiki, umaskini na mambo kama hayo. Kwa hiyo, alipofika huko Bariga Shuga, akapewa kazi kwamba, kazi ni kwamba wanaume wakija wanalala naye pale, pesa anachukua yule mama, hiyo ndo kodi yake. Kwa hiyo yule mama akawa anaishi hapo na mtoto wake, baadaye akajaga jirani e, kuna bibie mmoja mwingine akaja anaitwa Hanato, alikuja na mtoto wake wakiume, Jamil. wa kiume anaitwa Jamil. Sasa utakuja kusikitishwa huyu Jamil ni mdogo kama huyu mtoto Ese, eh, mtoto atina. Kwa hiyo hawa wawili watakuja kuwa marafiki alafu kuna tukio litakuja kutokea litak... yaani linaumiza sana, lazima utajikuta unaweza hata ukatokwa machozi. Naenda kaitazama hiyo Nimeiweka kwenye YouTube yangu ya ya Lukindo, unaenda una subscribe unaitazama. Haya, tunaendelea <laughs> ni nani ehe, hii umepata wapi? Si nimetengeneza mi mwenyewe. Umetengeneza hmm. mwenyewe oh. mi sikujua kama unajua kupika. Hebu hmm. onja basi na wewe hmm. Basi mtoto akaonja kama masiara vile eh? laini kabisa eh? anaona raha tu, tamu tu baada ya kutia mdomoni pale jamaa na mtazamaji jamani. Nakumbuka wakati nilipokuwa mtoto mdogo niliugua homa, ilikuwa kama siku saba. Nilibaki peke yangu nisiwe, bila chakula wala maji, yani ba, baadaye nilikuja kula hiki chakula. Hiki ndo chakula ambacho nilikipata baada ya mda huo kukaa bila Oso. anasema ni muda mrefu sana nilikuwa natamani nibadilishe maisha na sasa najiona kama maisha nimeshayapata. Anasema najua kama hizi keki za haziwezi kufanana na aina ya keki ambazo wao umekuwa ukipatiwa nyumbani mwenu na baba yako, lakini natumai basi utazipenda na utazitakuvutia. Anasema hata usijali, mimi hizi keki nimezipenda Unajua najua, najua utakuwa ukinipikia kila mara utakuaga pamoja na, ikiwa basi utanifanyizia zaidi na kuhakikishia, lazima nitafunga ndoa na wewe. Sasa nampa oh, na kazi nyingine amtengenezee kama bakuli mia eh, ambazo ndo mahari. Namwambia ukifanya hivyo ndo utanioa. Vipi? Kwani unataka kunioa? Ambia, awe, yani, he, nataka kweli yani. Binti aliposikia hivyo maskini angalia macho ameshalegea tayari. Cheki, kashindwa hadi kuvumilia. Mm, kama kweli uko tayari kunipikia. Kwani utakuwa unanipikia kila siku? Ai, jamaa kashaingia cheki, anatakiwa anapika kila siku. Binti anaona jamaa anacheka. Sema mwamba kapambana noma sana. Mpaka anampata kama hivi, sio poa. Yeah, tutakuja kuishi hapa baada ya kuoana mm. Binti ndioas mm, kabla ya hapo inabidi kwanza nkamwage baba nitekatatichi lazima kwanza uniposi kwa baba. <hide> Ah, sawa nimeshaelewa. Haya, angalia amezidiwa mpaka awezi kukaa mbali yani, yeye ndo anawashwa jamani <hibi> <hibi> <hibi> <hibi> <hibi> <hibi> yeye ndo alikuwa mkali sasa, yeye ndo anawashwa mpaka namfuata, namkumbatia, nakwambia hatulii, mm, penzi hilo jamani limekwenda. Haya tunarudi sasa, huyu ni Hua Baifeng, eh, ambaye basi ndio mama yake na Ye Kai, nafikiri tumeshajua ukweli ya kwamba huyu ndio mama yake halisi na Ye Kai. Leo basi ameelekea mpaka Demon Section. Unajua inasemekanaga aliwahi kuwasaliti wenzie zamani, yo, kwenye hiyo kundi lao au hiyo dhehebu lao la au. E, la, kwa hiyo wakamtengaga. Leo walipokuja wakampokea kwa heshima sana. Mmoja wa wale waliompokea si alikuwa ni mwamba mwenyewe huwa hani hii eh? E, uh, nimezeeka, sikujua kama utanituma anasema ninashukuru sana. Leo tumempokea kiongozi mkubwa katika ha, ki. Aa, hakuna haja ya kunitaja kama kiongozi mkubwa. Akasema ukweli kuwepo kwako hapa ni neema. Nakumbuka jinsi gani ambavyo umekuwa ukinilinda na kunitunza kipindi hicho, na sasa umekuja tena, tumepata kukutana. Basi nakukaribisha sana tuweze kupata kuwa pamoja. Mimi nimekuwa mpakani kwa muda zaidi ya miaka kumi, kwa hiyo nimejionea mambo mengi. Sikudhani kama mi na wewe leo tutakuja kusimama na kuongea kama hivi.

Hatimaye basi, baada ya kuzungumza pale, walimkaribisha. Unajua, yeye pia ni kiongozi mkubwa zama hizo, mpaka akampoteza, si mgeni. Kwa hiyo alipelekwa mahala mule ndani, kulikuwa kuna vitu vya kila aina vya sanaa. E, angalia sasa hapa e, kuna sehemu inahifadhiwa e, ni, ni, ni, ni m Inashangaza kwamba tumetumiwa barua nyingi sana na watu wafaa hmm. yani e, ya... ya

Na sasa upande huu wote utakuwa ni wako na umiliki wewe. Baba, ina maana ndo umekubali? Shayato. Hebu mwone. Eh, si nimesha kukubalia wewe. Unajua ulikuwa ukiteseka muda wote huo eh? Ha, baba. Ha, binti yangu umesha kuwa mtu mzima sasa. Na Master Fu, wewe ni kijana mdogo handsome kwa kweli. Na ninajua kwamba basi tumekuwa na kutofauti hapa na pale, lakini sasa ndani ya moyo wangu tayari nimesha kukaribisha. Wakati unatenda ni kwa hiyo.

Unajua, kila wakati napolifikiria na kuwa basi, nakosa sababu ya kuona ni kwa nini wewe utese uyu binti. Ndio tufaa katika macho. Naomba umlee na kumwangalia kama anavyomwangalia mimi, umpe maisha ya furaha. Na kijana akapata kikugumizi, ina maana mzee amekubali kabisa, akapata kikugumizi.

Baba wa, wa binti wa watu yuko pale, mama ndugu zake, moyoni nikawa najisemeaga tu. Kwa hiyo na maana wote wanajua kabisa mtu ameenda kuomba kwenda kufanya mapenzi na mtoto <laughs> pale, si unaomba ruksa, kwani na maana wewe wazazi hawajui, mkienda wewe na binti yao unaenda kufanya nini? <laughs> Ai, ndo hivyo sasa. Na maana wote inabidi wa kufikirie wa kuangalie. Sasa kuna midingi mingine kikucheki hivi, unaona mbona kama ana mm, midole mikubwa sana, atakuwa na maumbile sio ya kawaida. Binti yetu ataumia. Hapana, hapana kaka, wewe hapana, binti yetu bado mdogo.

Najua kwamba mi ndo binti wako wa pekee na lazima nifate zile nyendo yendo. Mimi sio mkorofi. Baada ya kufikiria sana, sina tena chochote kilichobaki moyoni mwangu. Kusema ukweli baba, mi nakuelewa na vizuri sana. Kama umeelewa, kwa hiyo baba, umetukubalia? Siku hizi umekuwa msumbufu

Basi, <muchas> baba, nimekuelewa, tutafanya vile unavyosema vizuriaj imechoybaba si ndo tunaondoka? Kwa hiyo pale ile, baba anajua hiyo kijana anaondoka na binti yake na ataenda kufanya <muchas> <muchas> Eh, sasa inaonekana mzee kumbe sijui kile kitu bado hajakifurahia, eh, yani kama ana hasira moyoni sasa. ah, ah, inakuaje, haya eh. Ah, tutajua basi kwenye episode inayofata 83 na kuendelea mbele. Sikiliza, nina tamthilia moja inaitwa Bariga Sugar, hii nimeifanyia recap. Unajua recap maana yake? Recap sio kama kutafsiri maana yake sinema inakuwa na story fulani, afu ile story wewe usikii wale watu wanavyoongea, ina maana mimi ndo nakuwa naongea, naelezea ile story vizuri, kuanzia mwanzo mpaka mwisho, na ninai summarize ili wewe usichoke, ujue ile sinema iko. Kwa hiyo basi, kwa kifupi, kuna channel yangu ambayo ni maalumu kwa ajili ya shughuli hizo tu, yenyewe inafanya shughuli za movie recap. Eh, movie recap. Kwa hiyo basi hiyo channel nafikiri wengi mnaijua inaitwa ya Lukindo. Nilianzisha kitambo na niliwatangazia na inafanya vizuri sana sasa hivi. Eh, nimeweka sinema mpya, filamu mpya ambayo basi inaitwa Bariga Sugar. Ni kisa ambacho nimekisimulia kwa ufupi, kama utakuwa ulikuwa unanifuatilia tangu mwanzo. E, kuhusiana na mama ambaye alikuwa anaishi na binti yake mdogo kabisa, binti kama wa miaka kumi na moja hivi, lakini akashindwa kumsomesha, maisha yakawa magumu, tabu zikawa nyingi, ikabidi e, mpaka yule mama aamue kwenda kujiingiza katika danguro linalofanya wanawake wajiuze miili yao katika biashara za danguro. ili kusudi tu atakapokuwa anajiuza mwili pale aweze kupata fedha za kukidhi mahitaji yao, yeye pamoja na mtoto wake. Ni bonge la tamthilia, nenda tafuta chaneli yangu inaitwa Yalukindo, iko YouTube na ninaweka linki yake hapo chini kwenye, kwenye, kwenye koment hapo. Ukibonyeza tu hiyo linki, chaneli yangu Yalukindo ya inafunguka pale, una subscribe unaangalia hiyo muvi na utaipenda sana. Haya, tukutane kwenye episodi ya 83.